Kwa sababu jamani, nyote tunajua nchi yetu ndogo, ardhi yetu ndogo. Zanzibar yote hii nzima ardhi yetu haizidi ekari laki sita na hamsini elfu. Naam, kilomita elfu eh, mbili mia sita na ushei za mraba, maana yake ukizifanya kwa ekari hazizidi laki sita na elfu hamsini. Ni ardhi kidogo sana haitimii hata ekari milioni moja wenzetu kule bara wao ni ekari milioni mia mbili thelathini na nne milioni mia mbili thelathini na nne sisi hata milioni moja haitimii. Tutashindwaje kupiba ardhi kuitambua? Kwa hiyo tumefahamiana. E, swala la wafanya biashara hili, sisi tuko wazi, tunaelewa kwamba kusema kweli ni, ni hatuna ule mfumo wa kodi ambao unamtazama mwananchi. Sisi tunachosema mfumo wetu wa kodi utamtazama mwananchi. Haya yanayofanywa ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu serikali tuliyonayo uchumi wake ni wa kutumia, sio wa kutafuta, uchumi sio wa kujenga uchumi eh? Se, una serikali kwa miaka hii minne uchumi wake mkubwa umekuwa ni kutumia, alafu anakwambia umekuletea maendeleo, lakini kichu ulichotumia ukiwa maskini kwa huna, unatazama kipi upange, kipi kije mwanzo, kipi kitakuzalishia. Nina hapa mfano mdogo. Wakati ule Dokta Sheni tuli, tulianza utaratibu wa kuwadai, serikali iliwekeza kwenye huu mkonga wa mawasiliano, baadaye tukafanya mpango waku dai zile pesa ambazo makampuni ya simu walikuwa wakitumia muda mwingi walikuwa hatumia, zikapatikana dola milioni 34, dola milioni 34 zile, bahati mbaya zikakodishwa kwenye mradi wa uwanja wa ndege ule. Wachina walichelewa kuleta pesa, ukazingiza ili umalize mapema, zikirudishwa tuje tuwekeze kwenye mkonga mwingine ambao Zanzibar ingepata tija kubwa zaidi lakini matokeo yake ndio imejengiwa hilo linaloitwa flyover. Kama mnalisikia ni pesa zile, badala ya kuziwekeza, tukapata pesa nyingi, kwa sababu zimetoka kwenye uwekezaji wetu wa mambo ya mawasiliano ambayo yanatija kubwa sana, tumekwenda kujengea hilo linaloitwa flyover eh, lile ni deni. Tumekuwa na uchumi wa kunene wa kutumia sisi, tunachosema tukiwa na hili lakini na zaidi kwa hili aliuliza mmoja hapa kwenye kwenye muungano, cha tinachosema sisi tukikubaliana, tukifika pahala na tutakwenda kudali kwamba kuna maeneo ya kodi Zanzibar, lazima uchumi wake wa visiwa lazima Zanzibar iwe na a, swala la ncote hatuwezi kufanya pamoja, muungano iwe itakavyokuwa, kwa sababu haiwezekani utakuwa nchi ya kisiwa umeifunga mikono na miguu, haiwezi kwenda Hakuna nchi ya kisiwa ambayo haina mamlaka kwenye kodi ya mapato alafu ikenda mbele. Sasa leo ukisha kuipata hii, huna haja tena kumkamua mwananchi. Sisi tunapata malalamiko kila siku, hao wenye magari Unguja na Pemba taabani hali zao, kusema kweli wamekuwa kazi yao wanaitumikia serikali sio wao wenye. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo talichukua kwa ujumla wake. Swala so la mfumuko wa bei una mambo mengi ambayo yameongeza bei leo. Leo ukitoa kontena na haya hatuya semi kwa kusikia, sisi nyingine niwathiri. Unatoa kontena Dubai unaleta mpaka Daresalama kwa dola la, ulitoa Daresalama kuja Unguja dola lta kwa. Kwahivo ukipeleka Daresalama kitu, ina maana bei yake kitakuwa kikija Zanziba bei yake mara mbili zaidi ya bara kwa sababu ya kodi. Leo kuna watu wameleta vitu vyao kupitia Mombasa, wamefilisika kwa sababu vitu, vitu mwezi sita mwaka haviji wakati wa Ramadhani. Hapa kuna watu bwana walipata maradhi kwa sababu ya mizigo ya kuchelewa. Kwa hiyo nasema moja ya mfumuko wa bei ni kwa sababu hii, lakini kuna mengine. Wala hata hivi vitu vya ndani, leo ukichukua ndizi hapa ukipeleka Unguja hata kama umetoa bure hapa ukifika Unguja haina maana inakuwa bure ghali. Wakati mwingine labda uwe na usafiri wako eh, umepata lifti, umepata nini, ndio itakuwa afadhali, lakini ukichukua kwa kulipia basi, bora ndio ukainunue kule embe, Unguja. Sisi wengine ni wakulima hapa, wakati mwingine unavuna embe, unaambia jamani, ziache nitakuja kula, nikija huko yani kizileta Unguja zitakuwa alama <laughs> yake bure hivo, zimetoka kwenye mwembe wako. Sasa haya ni mambo ambayo sisi lazima tuje tuyasimamie. Kuna mingine tukiachukulia hatua hivi, hizi bei zitashuka tu. Okay. Sasa hivi kwa sababu watu hawako akili zao na hawajui kwa sababu mtu hajawahi kula kunywa chai ya mkanda na ubale wa sheli. Eh, hata kujua wewe eh, maisha yako si rahisi. Suala la economy hili, mimi naomba niseme tu kwa ujumla wake kwamba sisi tuna mtazamo tofauti mkubwa zaidi, mpana zaidi katika swala la blue economy, kwa sababu tumekuja na blue economy tukaimba, lakini hatukufanya kitu chochote cha msingi, cha kwanza kuijua hiyo bahari na kujua rasilimali tulizo nazo na mingineyo. Huwezi kufanya uchumi wa namna hiyo, utauita tu kwa sababu watu wataita, lakini sisi, kwenye ilani yetu, kwenye mtazamo wetu, kwenye maoni yetu, tunaamini kwamba Zanzibar inaweza kuwa Eh, ikatajirika kwa, kwa uchumi tu wa bahari. Eh, leo ukitizama tuna dagaa, ukenda hivyo linavuanikwa unasema, hawezi kuja kununua tena, nataka kufanya chakula cha kuku, ndio ukweli <laughs> wakati ni kitu ambacho kinaweza kupata bei mara tano ya bei inauzwa leo. Ni mipango na utaratibu. Suala la eh, tarafu duvi hapo mheshimiwa, kidogo ndio hilo nimesema, na uchumi wa buluu ndio hilo duvi linaingia hapo hapo, kwamba nasema kwamba tuna kazi kubwa ya kufanya utafiti kwenye mambo mbalimbali na namna yanavyoendeshwa. Ili suala la duvi, mimi nakubaliana na nawe. Eh, kwa sababu nikamtaa pale wetu ulikuwa maarufu kwa kuuzwa duvi wale naomjua albahari na al, wanakumbuka wana kazi yake kubwa ilikuwa kuuza chumvi ya munyu na duvi kenda, na mlima wa duvi leo haupo, aupo tena hata hao waliopo, kwa hivyo nilijibu kwa jumla kwa sababu muda tulionao nao ni mfupi.